Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ikhwata al-islami wa imani ahbaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ndugu zangu katika imani, leo tumekutana tena kwa mara nyingine na mada tunayozungumzia leo inasema, moto wa jahannam utaongea siku ya qiyama. Moto wa jahannam utaongea siku ya qiyama. Ndugu zangu katika imani, moto wa jahannam utaulizwa katika siku nzito ya qiyama, katika siku ambayo yauma yafiru lmaru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, katika siku ambayo mke atamkimbia mume, mume atamkimbia mke, mtoto atamkimbia mzazi na mzazi atamkimbia mtoto. Likulli mriin minhum yaumaidhin shanu yuni, siku hiyo kila mmoja atakuwa na jambo ambalo linamtosheleza yeye peke yake. Peke yake hataki tena mzigo wa mtu mwingine. Sasa siku hii ndio siku ambako moto utaulizwa swali, utaulizwa swali hili hali mtalati, hivi wewe moto wa jahannam umeshajaa, baada ya kuwa tumeshatupia watu wengi sana katika moto wa jahannam? hali mtalati, je, umejaa baada ya kutupa wale wazinifu ambao walikufa bila kutubia, baada ya kutupa wale mushirikina waliokuwa wakijazana katika vilingi vya waganga badala ya kuelekea kwa Allah, je umeshajaa baada ya kutupa wale makafiri waliokuwa wakimpinga Allah tabaraka wa taala na mtume wake, je, umeshajaa? Baada ya kutupa waongo, baada ya kutupa wasengenyaji, baada ya kutupa wachawi, je, umeshajaa? Bila kusahau na wale mahasili wenye kuhusudu maisha ya watu, hawataki watu wafanikiwe, umeshajaa? Hali mtalati, je, umejaa? Baada ya kutupa watu hawa, moto utasema: Watakulu hal min mazide, je kuna ziada? Maana uenda mmesahau wengine wale matari kuswala. Kuna mlango huku unaitwa saqar. Wama adraka ma saqar wama adraka ma saqar, ni kipi kitakachokujulisha huo moto wa saqar? Ndugu yangu katika imani huu ni mlango mahsusi kwa ajili ya matari kuswala, watu ambao walikuwa wakipuuza swala zao, wakidonyoa donyoa swala zao, ama hawaswali kabisa katika maisha yao. Uenda mkawa mmesahau huko, muwaongeze na hao. Kuna mlango wa saqar. Saqar ni moto wa jahannam, ni mlango miongoni mwa milango ya moto wa jahannam, ambao mlango huo wanaingia matari kuswala na hata matariku swala walipoulizwa na watu wa peponi, kipi kilichokupelekeni huko, wakasema qalu lamnaku minal musallin, hatukuwa miongoni mwa wenye kuswali. Ndio maana wakaingia katika moto wa saqar. Rejea Qurani utaona. Sasa moto wa jahannam utaulizwa, hali mtalati umejaa, wa taqulu, na wenyewe utasema hal Je, kuna ziada? Na kama ziada ipo leteni tu bwana, leteni. Subhanallah. Ya Allah, tunakuomba utuhifadhi sisi na vizazi vyetu na waislamu wote kwa ujumla kutokana na moto wa Jahannam ambao waquduha nnasu walhijara, kuni zake ni watu na mawe. Ndugu zangu katika imani, moto utasema ya kwamba kama kuna ziada basi na iletwe na ije. Na moto wa jahannam hauwezi ukajaa, hauwezi ukajaa kwa kudra za Allah. Allah ameshauweka kwamba wataingia na hautojaa.